ya kufahamu kuhusu nguvu ya maneno nayo, sasa unazokaia mambo matano ya kufahamu kuhusu nguvu ya maneno. Jambo la kwanza, maneno yanaweza kuumba au kuharibu kwenye ile Mwanzo ambayo tumesoma naweza kuambika kwa Mwanzo moja tatu Mungu akasema, iwe nuru ikawa nuru. Kila tunachokiona katika ulimwengu huu asili yake ni Mungu mwenyewe. Chochote ambacho unakifahamu, chochote unachokiona, ikiwa ni pamoja na wewe, asili yake ni Mungu. Ikiwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, basi tuha, basi hata maneno yetu yana athari kwenye maisha yetu na ya wengine. Narudia, ikiwa tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, basi hata maneno yetu yana athari kwenye maisha yetu wenyewe na ya wengine ametuumba kwa mfano wa sura yake. Sasa ni lazima ufahamu ni kwamba una mfano wa sura ya Mungu. Chochote ambacho ukitamka, utakachokitamka ama kiwe kizuri ama kiwe kibaya, ujue kina athari kwako au kwa watu wengine. Yoyote unayo yazungumza yanaweza kuwa na athari kwako mwenyewe ama kwa watu wengine. Sasa ni lazima ufahamu kwamba una asili ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe. Naenda haraka kidogo. Jambo la pili, maneno ni nishati ya kiroho, yanaachia baraka au laana. Na moja, maneno ni nishati ya kiroho yanachia baraka au laana, Mithali 18:21. Maneno sio uchawi, maneno yanatoa mwelekeo wa maisha, yanaweza kuleta uzima au kuleta uharibifu Mithali 18 na yumba mstari wa 21, mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi, nao waupendao watakula matunda yake. Mauti na uzima huwa katika uwezo wa ulimi nao waupendao watakula matunda yake. Kinywa chako kimebeba mauti, kinywa chako kimeweka uzima. Sasa ni wewe kuchagua, ni wewe kuamua, ni lipi unalitaka. Mungu atusaidie. Nikaandika, Jifunze kujitamkia mema katika maisha yako, jifunze kujitamkia mema kwa watoto wako, jifunze kutamkia mema afya yako, jifunze kutamkia mema uchumi wako. Wakati mwingine haumwi, yaani vile unapoji Sio unahuma, nakutani, la, kitafika, Olivia. Kama unaumwa kuna adui anakudanganya wewe we unaumwa, alafu na wewe unakubali moyoni. Basi wakati mwingine sio mpaka utamke, sababu inaanziaga ndani. Tutafika, tutakuonyesha vile ulivyo, anawezekana sivyo ulivyo. Wakati mwingine nia ni kuamua tu kwamba mimi siumwi, mimi sio masikini, mimi sio ombaomba. Bwana Yesu asifiwe, hasa pindi adui anakusemesha ama watu wanakusemesha na wewe unalibeba, unatembea nalo, ndio hatima ya uvivu ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Nikaandika hivi: kataa maneno ya la, kuwa huwezi, wewe hujui, huwezi kufanikiwa na kadhalika. Watu wengi wamepoteza mwelekeo wa maisha ya kiroho na ya kimwili kwa sababu ya maneno. Wato, watu wengi wanatembea na majeraha ya maneno zaidi ya majeraha ya kimwili. Tunao watu wengi leo tunatembea na majeraha ya maneno zaidi ya majeraha ya kimwili. Sasa kataa hayo maneno kwa jina la Yesu. Chochote ambacho umetamkiwa, umetamkiwa kikatae kwa jina la Yesu. Kama walikuambia wewe hutafanikiwa, sema mimi nitafanikiwa. Kama walikwambia wewe hutasoma, sema mimi nitasoma. Kama walikwambia wewe hujui, sema mimi ninajua. Kama walisema wewe huwezi kuongea, sema mimi naweza kuongea. Kama walisema wewe huwezi kuhubiri, sema mimi naweza kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe! Wengine tulikuwa hatujui kuhubiri, wengine tulikuwa waoga asimamaje mbele za watu alafu anaanza kuongea. Lakini nilipojitambua, nilipopata huu fahamu, nikamwambia Bwana, mimi sivyo nilivyo huja nyumba hivyo, mimi sio mfano mfano wa sura yako, sio mimi. Wewe sio mmoja na mimi siwezi kuwa mmoja, wewe sio masikini na mimi siwezi kuwa masikini. Bwana Yesu asifiwe na wakati fulani mama ikokanishaio ona, watu wanatuona kama tuna hela sana, so kama tuna hela hatuna hela, lakini kwa sababu tumekataa masikini, watu wanaona tuna matajiri hawa, wakujisha kumbe mfukoni hata laki hamna. Vile unavyokataa maisha yako kuwa na ndivyo Mungu anavyokufanya vile unavyotamani kwenye maisha yako iwe na ndivyo inavyokuwa. Niseme kwa ushuhuda kiui, lakini nisiwatishe vijana. Vijana isoguano na wausu, wakati fulani mwaka tisini na nane bago awezekana wengine hapo wamezaliwa, nilinunua hapo sijana bababani na laki tatu elfu themanini alafu nipata biashara laki nne

halafu biashara ndio nayo haifiki, lakini siwatishe ya sisemi mpaka mjenge ndio muone. Ni mimi nilijisemea. Na wewe unaweza ukajisemea nini unalotaka, ila mi nilisema sioni mpaka nijenge. Yaani nikioa, nampeleka ni mke yule pale nyumbani kwangu, mama Rebecca, muulize, nipo mwanae nipeleke, ilikuwa Manzese, nyumba ya kupanga takribani miaka kumi Alafu siku hama hapo nilipokuwa na penyewe, nilisema siondoki hapa, nikiondoka hapa naenda kwangu. nilikuwa tana uzuri tanare uzuri iko tulikutana na yule mama, nilikuwa kwenye nyumba ya kupanga mieka hiyo, kodi elfu arobaini ena, ilikuwa elfu thelathini na tano kapanisha elfu arobaini kwa mwezi, elfu arobaini elfu saba sijui ilikuwa elfu saba elfu saba ilikuwa ilikuwa esada halafu, mwenye nyumba iko Mtoni Tungani, kwa Azizi yake mwenye nyumba. Nilikuwa naye pale, ule baba nimekaa naye si miaka ne, mitatu minne akafa. Sasa alikuwa ameoa mke mwingine baada ya mke wako kwanza kufariki, wakaja ndugu zake wakaufunguza ile mama. Kwa hiyo nikabaki pale kama eh, baba mwenye nyumba, baba akafa, mama akafukuzwa akabaki mtoto mtu, mtu naye, wa kiume mtoto mtu naye kwa sasa mimi, maana wanaleza wapangaji wengine na kwaangalia wapangaji. Kwa hiyo kwa hiyo ikifika mwisho wa mwezi, wakumbushe waelekeze kule Mtoni kwa ikifika mwezi unataka kulipa, nikupeleke. Walikuwa dada zake na marehemu wako Tongani, kwa Azizia, alituenda kulipa kodi kule, wakishalipa natoa karatasi zao naendelea pale baba mwenye nyumba msaidizi kwa miaka ya kutosha, lakini wakati niko pale nasema, siondoki, nikiondoka hapa naenda kwangu.